Eh, bwana, kama unavyotuona leo tulikuwa tuna uzinduzi wetu mkubwa kabisa, duka letu kubwa liko Moroko kwenye mataa. Kwa wale wakazi wa Mbezi Beach, wale wakazi wa Mikocheni, wakazi wa Kawe, wakazi wa Mwenge, wakazi wa Sinza, sawa sawa bwana bwana, wakazi wa wa Masaki wote mmepata unafuu kwa kwa msimu huu wa sikukuu, tuko Moroko kwa ajili yenu, flo zetu ndio hizi, na tumefungua maduka yetu kwa kazi za Uturuki tu, nguo zetu zote za Uturuki. Tuna skecha, tuna ma TV sijui tuna mafriji sijui tuna fakti sijui tuna bahati nzuri yupo sio mwenyewe atakwambieni bwana Richard mdogo. Eh. <laughs> Uh, habari za saizi. Uh, mimi naitwa Miki, mkurugenzi wa masoko hapa Hope Holding. Na leo tuko hapa tukijumuika kwa pamoja na maambasada wetu katika uzinduzi wa jengo la Morocco Square na pia uzinduzi wa maduka yetu ya kutoka Uturuki. Um, leo hapa Morocco Square tunazindua maduka yetu uh, de facto LC Waikiki, Floma na Botega, uh, tunafungua pia hapa um, Skechers, kitu ambacho tunawaambia Watanzania ni kwamba maduka haya tumewaletea, karibu na yote tumeyafungua na ofa. Kwa mtu atakayekuja msimu wa sikukuu atapata punguzo la bei kubwa kabisa la kuanzia asilimia ishirini na kuendelea. Yaani, ukija na watoto wanne hapa, kuna ofa, njoo na watoto wako wanne, tuna ofa, ni sisi tu kwa wilaya nzima hii ya Dar es Salaam au mkoa wa Dar es Salaam tuna ofa. Maduka yetu yako Moroko na tunayo mengi, lakini hili ndio jipya. Moroko tumefungua kwa msimu wa sikukuu. Bahati nzuri, sina la zaidi sana, nipo na mdogo wangu hapa, atakupeni maili matatu. Uwalete wanawake zako waje kuvaa bwana. <laughs> kama walivyotangulia kusema hapo, leo ni siku nzuri pia kwa wakazi wa Dar es Salaam na Tanzania kiujumla, kwamba tuko hapa Moroko Square kwa ajili ya uzinduzi wa maduka yote. Kwa hiyo hii mall kama imefunguliwa, si ndio? E, tuna branches nyingi. LC Waikiki nini, skechia. De, skechia zi, de facto, de facto. Eh, floma, eh, floma. Kwa bidhaa zote zinatoka Uturuki, kwayo ni kazi bora kutoka Uturuki. Utakuwa ni mwenye bahati sana kumleta mtu mtu wako unayempenda, ushanifahamu, mtu wako wa karibu eh, aje kushopu hapa kwa sababu ni msimu fulani hivi wa ofa, tunaelekea kwenye sikukuu hizi za Eid na Pasaka, ko usipange kukosa hichi kipindi cha discount. Karibuni sana Morocco Square. Ukifika tu Morocco Square utaona jengo zuri jipya. E, ee, ukiingia huko ndani hata kama uji kununua tu unaweza ukaingia uka ukaona palipo pazuri. E, ee, kwa hiyo usipange kukosa. Unaweza ukapata location pia kupiga picha na nini utachagua kitu kizuri. Ushanifahamu kwa sababu ni jengo jipya kabisa. Morocco Square ukifika tu mo, ukifika Morocco opposite na Morocco unaingia kama unatoka huku makumbusho ma manake ni kushoto eh, ee, kama unatoka huku mjini manake ni kulia. Usipange kukosa bwana. Karibuni sana. Karibuni.